Kuna muda mwingine kama hizi kesi tunakutana nazo, unakuta mteja amenunua eneo lake vizuri kabisa, lakini anakutana na kama ulivyosema, watu wengine, changamoto za maji yamejaa, na yule mteja hataki tena kuendelea na amesha saini mkataba. Je, huwa mnafanya jitihada gani za kumridhisha yule mteja ili aweze kuendelea na manunuzi katika kampuni yenu ya Landa Real Estate. Kiukweli kama nilivyoelezea mwanzo hatujawahi kukutana hivyo kwa sababu siwezi kuweka mradi sokoni ukiwa na mabonde au maji, hmm. So sijawahi kukutana nayo, lakini kama ikingetokea kwa bahati mbaya tungekuwa down kwa sababu ni kosa letu. Unatangaza mradi ambao unasema una uko tambarale na hauna maji. So tutakaa chini na mteja tutafanya namna, kama atahitaji tumrudishe lake, au kama atahitaji tumreplace sehemu nyingine ambayo ni nzuri zaidi lakini kwa sisi Lanta Estate sijakutana naye. Mama Lanta, niko vizuri kidogo. Hongera kuangalia wateja wangu wapate kitu ambacho kimenyoka. Hongera sana. Na kitu kingine ni mifumo gani mnayotumia, kama nimekuja kwenu kununua eneo na katika manunuzi hayo, ni nitasema kwamba katika kununua, yaani ile installment ni keshi ama mnatumia mifumo gani ili huyu ni mteja labda, Ah, okay. So far sisi tunatumia mifumo mingi, nikimaanisha kwamba tunajaribu kuru... kugusa tabaka zote, nikimaanisha watu wa tabaka la chini, watu wa tabaka la kati, tabaka la juu. Nikimaanisha tabaka la chini ni wale wanaolipa, hata wale wafanyabiashara wadogo wadogo, wale wamama, wanaweza kumiliki ardhi kwa sababu unaweza kulipa kidogo kidogo, hata laki mbili tu kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza kucheza viko, ni kama unacheza kikoba, mwisho wa siku unajikuta, okay, unamiliki ardhi. Kwa hiyo unalipa kidogo kidogo, unalipa kwa kesh, unaweza ukalipa ndani ya miezi kumi na nane, kumi na mbili, miezi sita hadi mwezi mmoja. Inategemeana sasa na mteja mwenyewe uwezo wake, yeah, ulivyo